Kuna sauti ndogo ndani yako, sauti ambayo mara nyingi hupotezwa na dhoruba za dunia, sauti inayokuambia tulia, fikiri, hapa ndipo sasa. Lakini tunasahau. Tunamka, tunaamka tukiwa na mizigo ya jana, na tunalala tukiwa na hofu ya kesho. Tunaishi katika kukimbizana, tukitafuta furaha, tukitafuta upendo tukisahau kwamba vyote hivyo havipo mbali, vipo katika sehemu tulivu zaidi ya maisha, katika fikra zako. Hapa ndipo video inaanza, mlango wa dunia mpya. Fikra ni kama anga, wakati mwingine linakuwa safi lenye mwanga, wakati mwingine linajaa mawingu ya wasiwasi. Lakini kumbuka, jua haliwezi kuzimika, ni mawingu tu yanayoifunika nuru yake. Hivyo ndivyo ilivyo kwa akili yako. Hofu, mashaka, majuto, yote ni mawingu yanayofunika jua la amani lililomo ndani yako. Na katika safari ya mapenzi fikra zinakuwa dira, zinakuelekeza ama kwenye utulivu, ama kwenye machafuko. Unapofikiri kwa hofu, moyo wako unayumba. Unapofikiri kwa upendo, moyo wako unatawala. Kwa hiyo leo, tafakari hii ni mwaliko wa kusafisha anga la fikra zako, kuacha mvua ya hofu ipite na kuona tena mwanga wa sasa, kwa sababu upendo wa kweli na amani ya kweli haviwezi kupatikana jana wala kesho, bali sasa hivi katika fikra zako safi. Kila jambo ulionalo sasa lilianzia katika fikra. Uhusiano mzuri ulianza kwenye mawazo mazuri. Hofu ulio nayo ilianza kwenye wazo moja uliloliamini. Unapomwona mtu na kutaka kuchumbiana naye, na fikra zako zikasema, labda atanikataa, mimi si sawa naye, hapo umepanda fikra za hofu, na hofu hiyo haitazuia tu hatua zako, bali itaanza kubomoa ukuta wa amani ulio nayo ndani Unapofikiri labda si mtu wa kweli, labda atanichezea kama wengine, umepanda mbegu ya mashaka, na mashaka ni sumu ya upendo, hujenga ukuta, si daraja. Lakini pale unaposema moyoni, nitamwona kwa macho ya heshima, nitampenda kwa utulivu, bila hofu, bila kujilazimisha, hapo umepanda fikra ya upendo, fikra inayokaribisha mwanga, inayovuta watu sahihi inayofungua milango ya furaha ya kweli . Fikra ni bustani ya maisha yako. Ikiwa utaiweka safi, itachanua, lakini ukijaza magugu ya wasiwasi, hata maua mazuri ya upendo hayatamea. Usiogope kufikiri vizuri, usione aibu kupanda fikra za matumaini, kwa sababu fikra chanya si ndoto, ni nishati halisi inayovuta uzuri ndani ya maisha yako na unapowaza kwa upendo, unavutia upendo. Hiyo ndiyo siri ya kuishi sasa, kuchagua fikra zinazojenga, si zinazoharibu, kuchagua wazo linaloleta mwanga, si kivuli. Tafakari kwa utulivu sasa, ni fikra gani zimekuwa zikikuongoza? Je, ni fikra za hofu kwamba hutatosha, za mashaka kwamba hutapendwa sawasawa au ni fikra za upendo kwamba wewe ni wa thamani na unastahili kupendwa kwa amani? Kila fikra ni nishati. Unapowaza vibaya unavuta mawingu, unapowaza vizuri unaita mwanga. Ndivyo, ndivyo maisha yanavyotenda kazi. Kwa hiyo kabla hujalala leo, kaa kimya kidogo, sikiliza akili yako. kama itaanza kukimbia na mawazo ya jana iambie, leo nimechoka na hofu. Kama itaanza kujenga mashaka, iambie, leo nataka amani. Na kama itakaa kimya, hapo ndipo roho yako itaanza kuzungumza, kwa sababu fikra zako ni milango ya maisha yako. Ukizifungua kwa upendo, dunia yako itabadilika. Acha hofu zipumzike, Acha mashaka yatoweke. Wazo zuri, penda kwa kweli, ishi sasa. Maisha halisi hayapo jana wala kesho, yapo sasa, katika pumzi hii, katika fikra hii, katika moyo unaochagua kupenda kwa uhuru. Tafakari ya maisha, fikra chanya, ishi sasa, nguvu ya upendo, amani ya moyo. Edison Mbega.